Mpendwa mtazamaji siku ya Jumatatu karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu Tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ya 18 aya ya 35 hadi ya 43. Nitaisoma. Yesu alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka na alipowasikia makutano wakipita, aliuliza kuna nini? Wakamwambia Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale walio tangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti E mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akaamuru alete kwake, na alipomkaribia alimuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na watu wawili, huyu kipofu aliyekuwa amekaa eneo la Yeriko na Yesu Kristo, mwana wa Mungu ambaye yupo katika safari yake ya kuelekea Yerusalemu, alikuwa anapita Yeriko kuelekea Yerusalemu. Yeriko, mpendo wa mtazamaji, ulikuwa ni mji wa zamani sana ambao una matukio mengi ya kihistoria. Ni mahali ambapo wana wa Israeli walipokuwa wanatoka utumwani, walipokuwa wanaenda katika ile nchi ya ahadi, walienda wakauzunguka Yeriko iliyokuwa imefungwa ukuta wa Yeriko ukaanguka. Yeriko ilikuwa ni eneo ambalo alikuwa naishi yule kahaba aliyokuwa amewapokea wale wapelelezi wa Kiisraeli walipoenda kuipeleleza ile nchi, na Yeriko ina matukio mengi sana. Hata yule mtoza ushuru ambaye alikuwa anawafanyia dhuluma watu wengi alikuwa naishi Yeriko. Leo Yeriko inakutana na mtu ambaye ni kipofu ambaye ameketi kando ya njia akiwa anaomba sadaka kwa watu. Kwa hiyo katika maisha unaweza ukawa unaishi katika mji ambao una matukio ya ajabu, mabaya, na ukajikuta badala ya kufanikiwa unakuwa ni mwombaji, unakuwa ni ombaomba -omba, na badala ya kuweza kuona fursa za maisha unakuwa ni kipofu uoni. Ila haijalishi kwamba umekaa katika mji mbaya namna gani, Yesu Kristo huwa anapita katika safari zake katika nyakati hizo. Ndio maana basi kuna mmoja aliimba nyimbo akasema, usinipite Mokozi, unapowatembelea wengine na mimi pia unikumbuke. Yesu Kristo akapita karibu na yule mwombaji uh, kipofu. Bahati nzuri huyu alisikia makundi ya watu akasema, ni nani huyu? Wakasema ni Yesu Kristo anapita. Alijua wazi katika hali yake Yesu Kristo awezi kumwona, ila alimtambua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Daudi na akaingia kuomba maombi ya huruma mwenyezi Mungu, akasema Yesu mwana wa Daudi unihurumie, siwezi kusimama hapa, unihurumie. Kuna baadhi ya watu walienda wakamvunja moyo katika maombi yake. Inatufundisha kitu gani? Kuna kipindi unaweza ukaanza safari ya kutafuta uso wa mwenyezi Mungu katika magumu, katika upofu, katika umasikini wako, katika mateso ambayo uko nayo, ukaanza safari ya novena ya kuweza kusali kuomba huruma Mwenyezi Mungu, na kuna watu watakuja, watasema hata wewe huwa unafanya maombi? Hata wewe unasali? hata, hata wewe Mungu atakujibu? Kuna watu wapo wakisimama na wale watu ambao wanafanya maombi, wanakwambia nyamanza, acha kuomba huyu. Angewasikiliza hawa waliomvunjisha moyo, walio akishakiza kwamba wanamkataza asiseme, asingeweza kuona, asingeweza kupata muujiza wake, ila alisimama imara, ingawa alikatishwa tamaa. Unapokatishwa tamaa na baadhi ya watu katika nyakati za kuweza kusimama kufanya maombi ya toba na huruma Mwenyezi Mungu, unajisikiaje? Unafanya nini kama umerudi nyuma kwa sababu ya watu walikwambia, walikukemea ili unyamazi katika swala zima la maombi? Leo nakuletea huyu aliyekuwa kipofu aliyekuwa ameketi kando ya njia akiwa anaomba. Yeye hakukata tamaa bali aliendelea akazidi sana kupata sauti akamwambia, e, mwana wa Daudi unirehemu. Na maombi ya huruma Mwenyezi Mungu yalimfanya Yesu asikie. Mpendwa mtazamaji, mara kwa mara tumekuwa tukiwaambia watu, haijalishi upo katika mazingira magumu mabaya namna gani, kimbilia huruma Mwenyezi Mungu, maombi ya huruma Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo anasema kwamba huruma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi kuliko ukubwa matatizo ambayo uko nayo. Huruma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko dhambi ambazo uko nazo. Huruma ya Mwenyezi Mungu haijawahi kumwacha mtu yote ile, hata kama yupo katika mazingira mabaya ya mji mchafu kama wa Yeriko. Huruma ya Mwenyezi Mungu inamfikia kwa kila mmoja. Huruma ya Mwenyezi Mungu inapenya inakwenda hata kama watu wamekuvunja moyo namna gani, huruma Mwenyezi Mungu inamfikia Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna watu wanakukemea, usimame katika maombi yako, huruma Mwenyezi Mungu inamfikia Mwenyezi Mungu inamfikia. Yesu Kristo alisimama baada ya huyu kipofu kudumu katika maombi ya huruma Mwenyezi Mungu aliyosema unirehemu, hakuanza kuomba nataka uta kuona, alisema unirehemu tu. Yesu Yesu alisimama Ukitaka Yesu asimame katika maisha magumu, katika kipindi kigumu anachopitia, ingia katika maombi ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Na akawaamuru wale wale waliokuwa wakimsema vibaya, akasema aletwe kwake, na kwa unafiki, wale wale ambao waliokuwa wanamkatisha, wanamvunja moyo kwamba usifanye maombi, wakampeleka. Na Yesu akafika kwa yule kipofu akasema unataka nikufanyie nini? alikuwa ni mwazi akasema, Bwana, naomba nipate kuona na Yesu akasema eh, upewe kuona, kadiri ya imani yako uliyokuwa nayo sasa inakuponya. Siku ya leo wengi tuponywe kwa sababu ya imani, tusiponywe kwa sababu tumevunjishwa. Watu wametuvunja moyo, watu wametukemea. Hao walikuwa wanatukemea, wanatuvunja moyo, ili Yesu Kristo asimame pamoja na sisi. Yesu asimame na familia yako. Yesu asimame katika kazi yako. Yesu akutane katika mazingira yote ulioumizwa. Yesu asimame pia na kanisa katika mazingira yote ya kuweza kuumizwa, ili tuweze kuinuka tumtukuze Mungu na wale wote waweze kumsifu Mwenyezi Mungu kwamba ametendea yaliyo makuu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.